Habari mwanafamilia wa Rick Media, taarifa ambazo zimetufikia hivi punde ni kwamba mchekeshaji na mshehereshaji maarufu nchini Tanzania MC Pilipili amefariki dunia akiwa huko jijini Dodoma. Uh, IOTV imefanya mazungumzo na moja kati ya ndugu wa MC Pilipili ambaye amethibitisha kwamba ni kweli ameenda mochuari, ameuona mwili wa MC Pilipili na kwa taarifa zaidi watatoa nini, chanzo cha kifo chake, kwa sababu hata yeye mwenyewe hajafahamu nini haswa ambacho kimepelekea kifo cha ndugu yake huyo MC Pilipili. Unaweza ukamsikiliza hapa huyu mwanafamilia akizungumza na IOTV kuna taarifa naziona kuwa, napenda kuthibitisha hmm, kutokea kwako kwamba msikilizaji amefariki. Ya, ya ni kweli eh. Mfariki mfariki akiwa wapi au ni kuaje? Samani, lakini maelezo zaidi bado sijapata, lakini mimi niko mocho. Ile ni kweli amefariki. Mimi mwenyewe pia nilikuwa sifahamu kama ilikuwa ni hivyo, kwa taarifa nimekimbia hospitali na kuangalia, nimeingia mocho ile, nimemwona ndugu yangu amelala na ndio vaka sasa. Bado niko mocho, nimechanganyikiwa, na hapa tunasubiri taarifa kama daktari